Wa hapo mbele tunapoendelea. Sahihi Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson anakalia kiti kwa ajili ya kutuongozea shughuli ya jioni ya leo. mm -hmm. Karibu mpenzi mtazamaji, ungana pamoja nasi. Mheshimiwa bunge tuketi. Shangwe na vigelegele pale hiyo inaendelea. Mimi mtangazaji wako naitwa Kristina Jacob Mkia, mwenzangu ni Victoria Patrick makofi. Lakini asanteni sana waheshimiwa wabunge, kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya sitini na, ta, uh, sitini na tatu Rais kama sehemu ya bunge hili, leo atakuwa pamoja nasi na tutamwona kupitia um, kupitia televisheni. Kwa hiyo atakuwa, atafuatilia moja kwa moja akiungana na sisi pamoja. Katibu. Haya, asanteni sana. Katibu, hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato matumizi ya serikali